Um, tulikuwa tumealikwa kuweza kufika kule, kuweza kusimama pamoja na ndugu zetu uh, watetezi wa haki za kibinadamu. Na kwetu sisi ni jambo la kusikitisha kuona kwamba tuko na pasipoti ambazo zimeandikwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini wananchi wa Afrika Mashariki hawaruhusiwi kutembea katika nchi za Afrika Mashariki. Kwa hivyo it beats the purpose. Na ni jambo ambalo linatushangaza, kwani wana Afrika Mashariki ni wanasiasa peke yake na viongozi peke yake. Sisi wananchi wengine ambao tunataka kutembeleana, kwa sababu hii mipaka ni mipaka ambayo imewekwa hapo na wakoloni. Tuko na watu wa kabila moja upande huu na upande mwingine. Sisi wote ni watu wa moja. Leo hii tumeenda kusimama pamoja na ndugu zetu uh, masala ya kufuatilia kesi kotini ni masuala ambayo yanakubalika katika ngazi za kimataifa za mambo ya haki za kibinadamu. Kufuatilia kesi hata kule tulikumbuka, uh, viongozi wakiwa ICC kule Hague, tulikuwa tukiona viongozi wakienda kule na wakiwa wakisimama na wao wakifuatilia. Leo hii, vipi watu wanakatazwa kwenda kufuatilia kesi ambazo ni kesi zinafaa kuwa kwenye mahakama ya wazi? kwa hivyo ni kuonesha kwamba hapa Afrika Mashariki e, tunapiga hatua nyingi kurudi nyuma sisi katika masuala ya demokrasia na haki za kibinadamu, na Afrika Mashariki inazidi kuzorota katika masuala ya haki za kibinadamu ni e, jambo ambalo limetutia wasiwasi mkubwa. E, Boniface Mwangi hadi hivi sasa hatuna uhakika wa hatima yake. Tunajua jana usiku uh, walijaribu kumkamata, walienda mpaka kwenye chumba chake, na leo hii eh, habari zilizoko ni kwamba wanamshikilia kwa mashtaka eh, kinyume na eh, wanasema Section 45 ya Immigration Act ambayo inahusiana na kukataa kutoa habari kwa maafisa wa uhamiaji. Kwa hivyo tunafuatilia kwa kina kama alivyoelezea CJ sisi tulikuwa tumezuiliwa pale uwanja e, wa ndege, kwa hivyo hatungeweza kutoka kwenda kufuatilia, lakini kulikuwa na wenzetu wengine kule ndani, kina Maraga, kina shakira a, kina Nafula na Ramadhani na wengineo waliokuwa wakifuatilia pamoja na mawakili. Kwa hivyo tuna imani na tunataka kuiambia serikali ya Tanzania wamwachilie huyu mwenzetu Boniface Mwangi haraka iwezekanavyo. Hatutakubali kunyanyaswa kwa wananchi, kunyanyaswa kwa wanaafrika mashariki na serikali ambazo zinaendelea kuwafinyilia kila kukicha. Kwa hivyo wamwachilie Boniface Mwangi haraka iwezekanavyo. Kama alivyoelezea uh, CJ ni kwamba, baada ya hapa tunaendelea kujadiliana na mawakili wetu. Uh, tuna nia ya kuweza kufikisha swala hili mahakamani lakini tutakaa chini tuweze kuzungumza vilevile vile. Tunataka kwanza Boniface Mwangi achiliwe na akishaachiliwa, tutakaa chini tena na hao mawakili sisi sote tukae kwa pamoja, tuamue hatua mwafaka ya kuchukua, ili kusonga mbele kuhakikisha udhalimu kama huu ulioonekana leo hii na jana pia na, ma na Martha Karua usiweze kurudia tena katika kanda hii ya Afrika Mashariki. So mnapanga kwenda kwa mahakama. Which, which court? East... kama ilivyosema tutakaa chini tuzungumze, lakini the obvious court itakuwa ni koti ya haki za kibinadamu ya Afrika Mashariki, the East African Human Rights Court.